Naam, karibu tena mtazamaji wa. Wakulima wa kahawa kaunti ya Kirinyaga wamepigwa jeki baada ya serikali ya kaunti hiyo kujenga bohari lenye uwezo wa kuhifadhi magunia elfu arobaini ya kahawa. Bohari hilo la kisasa linatarajiwa kuwafaa wakulima zaidi ya laki moja na elfu ishirini. Gala hilo kubwa linajengwa wakati ambapo chama cha ushirika cha Kirinyaga huko Kimicha kwenye barabara ya Kutus kuelekea Kagio kinatarajiwa kuangazia changamoto za hasara ya baada ya kuvuna.

Operation started two years ago that is 20, 2023 because of um, following the reform agenda that were pushed by the government. Um, we started well though with a lot of of challenges, particularly on storage of parchment coffee. Waliniomba habari ya marketing of coffee na kuuza kahawa yetu. Wakaniambia ya kwa wame apply license na ukule CMA imeshikiliwa na mtu imefungi Akaniambia kama hiyo utaweza kufungua, sisi tutaweza kusaidia wakulima wa Kirinyaga kwa kupeleka kahawa yao direct kule kwa soko. Mimi nikawaambia wanipe wiki mbili. Wiki mbili tukasukuma, haikuwezekana, but within a month hiyo license ilitoka na wakapewa license yao ya marketing. Kwa hivyo wale wanaona tukipata pesa za kahawa kuna vile vimefanya tufike wapi kule?